morokiwa gosoma ase omweakomotang'ania ase University ya Rongo gosomera egesongo naigobono anyorekane gesima ime gasirete ga ogima bwaya ase chinyomba chiobomenyo e chiaborokiwa chiayata ichi chiria se nsemo ya Chief Center ime ya Kitere Hills nigo morokiwa oyo akagire gosire ogima bwaya matukanoka osematukanaetire omeriochingakiarorokanete nagotomanyia omorikete Kelvin Onderi korw ase chinsemo ichio Oyo okay, you know, ntatoomaba <tis> Emanuel ore na magomba manne mono maiga yo gocha se sukuru ya bana bayase bagosoma na konyora nga omwana oyoomoasirita Emanuel niganyaete kwiruta ase gesimaine kama siku mbili hajaingia kwa nyumba. Sasa mwenye mwenye nyumba kanipigia simu, gujo zige maneno ile, nilikuja jana tukaeleza na yeye, ngaona ni kama hiyo ni kama ngazituka, ngaenda mpaka mpaka shule ngaandikisha huyo bigira, kila sehemu ngapita, kila sehemu, kila sehemu ngapita, ngaenda mpaka mpaka polisi kwa polisi. Asubuhi nimepigwa simu

Nikakula, nikaingia, nikadhani, nikamwacha bado akiwa kwa simu na browse. Asubuhi nikapata mlango iko wazi, so mimi nikadhani tu labda ametoka tu ameenda shule juu ilikuwa Monday, ama labda ameenda kutafuta breakfast. kutoka Monday Tuesday tumekuwa tukimtafuta, leo Wednesday ndio tumepata

Najua MP wa kwetu, e, Javet na kina wa MC ni kinadaombai, najua ni wakeaziti watatusaidia. Ya Etaya TV, Kevin Umdere.